Jana bwana, ilikuwa ni siku nzuri sana kwangu mimi na naamini ilikuwa ni siku nzuri sana kwa wanabukoba walio wengi, ndiyo, naamini sio wote e, lakini walio wengi jana wamefurahi sana kuona zile ndoto za siku nyingi sana ambazo walitamani zitokee. Sasa mwanga unazidi kuonekana, maana maendeleo ni hatua. Jana tumepata nafasi ya kufanya sehemu kubwa sana ya em, ufanikishaji wa ujenzi wa miradi mikubwa ya kimkakati ya kimageuzi katika manispaa yetu ya Bukoba kwa kutia saini mikataba miwili ambayo ndani yake ina ina, ina vitu vitano ambavyo vitafanyika. Ndio. Sasa unaniuliza nilikuwa na furaha ndiyo, nilikuwa na furaha sana kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kweli ametutendea haki E, sisi wana Bukoba pamoja na maeneo mengine nchini. Lakini sasa kwa mimi kama mwakilishi wa wananchi wa Bukoba mjini, nizungumzie nyumbani, ametutendea haki kwa kutupigania na kuhakikisha kwamba zile ahadi zake ambazo zimetolewa zinatekelezeka na kwa wakati, wakati ambao yeye bado yuko madarakani. Kwa hiyo jana kwa kweli e, tumepata nafasi, Mheshimiwa Waziri alituita akasema twende tukashuhudie E, mikataba ya maeneo yetu ikiwa inasainiwa na alitoa maelekezo mahususi kabisa kwamba hakikisha wabunge wa maeneo husika ambao kiukweli wamepambania miradi hii ili iweze kupatikana wanakuja kushuhudia, ili waweze kuwa na nafasi ya ufuatiliaji kwa kipindi hiki walichobakiza, lakini pia washirikishwe katika hatua nyingine za utekelezaji wa miradi hata wakiwa nje ya nafasi zao, kwa sababu wamehusika sana. Kwa hiyo furaha yangu ilikuwa ni kufurahi kwamba Mama Dr. Samia ametupambania, lakini kaka yetu Mheshimiwa Mchengerwa amehakikisha sisi tunashiriki kikamilifu zile hatua ambazo tunaendelea nazo sasa. Jana e, imetiwa saini mikataba miwili mikubwa ambayo mikataba hiyo mmoja e, una ujenzi wa soko na stendi, zimefungashwa katika mkataba mmoja, na nyingine ina ujenzi wa kingo za Mto Kanoni na barabara na uwekaji wa taa za barabarani. Mikataba hiyo miwili, wakandarasi wawili tofauti wameipata, wenye uwezo na nguvu ya kuweza kufanya kazi. Na jana baada ya kusaini eh, nimepata nafasi ya kuzungumza nao, na nikawaomba mapema wawezekanavyo, waje site, watu wana kiu ya kuona mambo yanafanyika, na nikawahakikishia kwamba miradi sisi tunaipokea kwa uzuri e, eh, gharama ya miradi hiyo E, kwa makadirio iliyoko mpaka sasa ni kama bilioni arobaini na saba. Bilioni arobaini na saba, yeah miradi yote itagharimu kama bilioni 47. Sasa kwenye utekelezaji inaweza kuongezeka na tumeahidiwa kwamba kama itaongezeka basi hicho kipande cha pesa kinachotakiwa kuongezeka tutaongezewa pia ili mambo yaweze kukamilika. Kwa hiyo wakandarasi tumewahakikishia sisi Bukoba tuko tayari kuwapokea, tutawapa ushirikiano nimewambia jambo kubwa zuri kwamba eneo ambalo watu wengi walidhani halitafanikiwa eneo la soko liko tayari, linawasubiri wao tu, linawasubiri wao na sisi tuliozaliwa na ukulia mjini hapo tunaona maajabu, kwa sababu mimi sikuwahi kuwaza siku moja nitatokea TANESCO ya zamani nipaone kwa mistri ya zamani yeah. Sasa wale wa zamani tunajua TANESCO ya zamani ni wapi na kwa mysteries kwa zamani ni wapi. Sasa ukiwaza kipindi hicho na kipindi hiki cha sasa, pale panavyofanana palivyo, unaona kabisa ni ni kama maajabu kwa kweli, na ninawashukuru sana, na mara kwa mara nimekuwa nikitoa shukrani zangu kwa wafanyabiashara wa soko kuu kwa kukubali, baada ya majadiliano makubwa ya hadi nzuri na kuhakikishia kwa kwamba, bwana, mnatoka lakini mtarudi walitukubalia wakakubali kwenda kwenye maeneo mengine ambayo kwa kweli sisi wawakilishi wa kisiasa lakini na serikali na chama cha Mapinduzi tumeshirikiana kuyatafuta ili kuyapata kwaofuhlkani mwendelezo ssoawatuwameama sokoni nilifurahi sana sana. Hii ni hatua ya pili ya jana, nimefurahi sana na kuna hatua nyingine tatu ambazo e, nitafurahi sana hatua ambayo nitafurahi sana pia ni kuona mkandarasi ameanza kazi. Ndio, siku hiyo nitafurahi pia, lakini siku nyingine ambayo nitafurahi ni kuona mkandarasi amekamilisha kazi lakini siku nyingine ambayo nitafurahi zaidi ni kuona tumerudi kwenye maeneo yetu ya kufanya biashara, maana ya wafanya biashara kurudi kwenye maeneo yao. Mheshimiwa Byabato, swala la kutia saini katika hii miradi ni swala moja, na utekelezaji ni swala jingine. labda pengine jana au kupata fununu ni kwamba mkandarasi atakuwa saiti kuanza kazi kwa muda gani, kuanzia vile jana? Sasa mkisha saini mikataba mikubwa kama hii, kwa sababu kuna mkataba mmoja kwa mfano una bilioni ishirini na sita e, bilioni kama ish, ishirini na nne ishirini na sita. Sasa mkataba mkubwa wa namna hiyo e, wanapeana muda e, mkandarasi na mteja mteja, kwa maana ya mwenye kazi na mkandarasi, kwa maana ya mjenzi, wanapeana muda bwana, tangu tuliposaini e, uwe na muda wa kuja saiti sasa huwa zinakuwa ni siku kadhaa ambazo mmekubaliana, wanaita mobilization, ukusanye kusanye vifaa vyako kama ni magreda, kama ni kujenga e, kibanda cha cha kutunzia vitu vyako store na nini na nini, kama ni kuzungushia uzio eneo la kazi na nini. Sasa jikusanye kusanye, jiku njoo uanze. Kwa hiyo mara nyingi inatoka kwenye siku kumi na nne mpaka siku thelathini. Sasa mimi, mimi nia ya yangu na matamanio yangu ni kumuona mkandarasi site. Kwa hiyo mengine nimemwachia mkurugenzi wa manispaa ambaye ndiyo mteja asimamie na kuzingatia mkataba. Mimi sikutaka hata kujua mobilization period wamepeana muda gani, lakini kusaini tu kwa jana kunaonyesha sasa seriousness kubwa ambayo tunakwenda nayo, na mimi muda wote nitakuwepo hapo nyumbani nikisubiria waje kuripoti kuanza kazi, kwa hiyo kusaini kwa jana kunaashiria kwamba tunaenda kuanza hiyo kazi mara moja, kwa sababu pesa ipo, mkandarasi ameshapatikana, mteja yupo, eneo lipo, hakuna kitakachotuzuia. Kwa hiyo ni kwa mujibu wa mkataba mara moja watakuja site kwa ajili ya kuanza kazi kwenye maeneo yote. E, ni miradi mitano ambayo gharama ni kubwa kwelikweli kama ambavyo umetaja, bilioni arobaini na saba. Na je, pengine maswali ni kwamba miradi yote hii itakuwa inatekelezwa kwa wakati mmoja ama tunakwenda kwa awamu, tunaanza wa soko, tunamaliza soko tunakwenda stendi, tunatoka stendi tunakwenda ujenzi wa kingo za mto Kanoni, tunatoka hapo tunakwenda barabara, ama inakuweje? Labda pengine tunaomba utufafanulie hapo. Miradi yote hii itatekelezwa kwa wakati mmoja. Miradi yote itatekelezwa kwa wakati mmoja, na muda wa kutekeleza miradi na kukamilika ni mwaka mmoja. Manake mwaka mmoja unaweza kuhesabu kuanzia jana tulipo saini mikataba, inabidi tuhesabu mwaka mmoja. Kwa hiyo Juni mwakani e, tunatakiwa kuwa tumemaliza kazi kwa mujibu wa mkataba. Kwa hiyo yote itatekelezwa kwa wakati mmoja. Kwa hiyo mji kama ambavyo saizi unaendelea kuchangamka kwa kufanyika kwa kazi mbalimbali mbali za serikali na za binafsi, ndivyo ambavyo siku sio nyingi zijazo kutaendelea kuchangamka zaidi kwenye kila eneo la mji. Kwa hiyo vile ambavyo tumekuwa tunasema wanasiasa kwenye majukwaa, ardhi itakuwa inatifuliwa, magreda yatakuwa yanaunguruma kila eneo kila wakati. Kwa pamoja, soko linajengwa, stendi linajengwa, kingo zinajengwa, barabara zinajengwa taa zinawekwa kwa pale ambapo pamekamilika. Kwa hiyo ni miradi ambayo inaenda sambamba yote kwa wakati mmoja kwa mujibu wa mikataba. Na wewe kama mwakilishi wa wananchi, pengine ungependelea ni mradi gani ambao utumie kasi za haraka zaidi katika kati ya hii miradi yote mitano? Aa, sasa hayo ni matamanio, lakini muda wa mkataba ni mwaka mmoja. Nikisema kwa ujumla, nitasema mimi natamani mikataba yote izingatiwe na ikamilike ndani ya muda kwa sababu walioweka mwaka mmoja wamefanya hesabu za kitaalam kuangalia, e, tukiwa tunataka kujenga ili jengo e, tukiwa tunajenga hii barabara tuta kuweka hiki kitu hapa kitatumia muda gani wa kitaalam. Sasa ukiwa na matamanio ya kumaliza mapema, unaweza ukajikuta vitu havijakaa sawa. Kwa mfano, wenzetu wajenzi wanakuwaga wana, wana ile, wana ile E, wanatumia maneno ya kitaalamu nisiyatumie, lakini wana wanasema m, ule muda wa, wa, wa kwa mfano muda wa zege kukomaa mm, kwa maana ya kuwa imeshikana vizuri na imekaa sawa. Sasa zinatofautiana, kuna zege inakomaa ndani ya siku saba, kuna zege inakomaa ndani ya siku kumi na nne, kuna zege inakomaa ndani ya siku ishirini na moja kulingana na ile walichanganya nini na nini na nini, kwa ujazo gani kwa kila eneo. Kwa hiyo mimi ningetamani hata siku moja, siku tatu, siku tano, wiki, mwezi, jengo likamilike, lakini kitaalam sasa haiwezekani. Kwa hiyo nawaachia e, wajenzi kwa mujibu wa mkataba wakamilishe, na mimi kwangu natamani miradi yote ikamilike kwa wakati kwa kadri ya mikataba ilivyowepo. Matamanio yangu ya kukamilika kwa haraka zaidi eneo la soko ni eneo ambalo watu wamehama, wametukubalia kupisha ujenzi wa soko baada ya kushauriana nao na kushawishiana nao kusikiliza matakwa yao kusikiliza maelekezo yao kuwatafutia maeneo mbadala ya kwenda kufanyia biashara, wamekubali kwa roho safi na moyo mmoja, pamoja na madhara yote, pamoja na changamoto mbalimbali wanazozipata, pamoja na hasara wanazozipata, na jua zipo, pamoja na yote hayo, pamoja na na benki kuonekana kama wanawasiwasiwasi kidogo, wanasuasua kwenye kuwapa mikopo kwa sababu ya mabadiliko ya mazingira, mambo yote lakini wametukubalia. Kwa hiyo ningetamani eneo la soko lingekamilika la kwanza kwa sababu ni la kutolea huduma ambazo zilikuwa zinaendelea, e likaanza kutumika mapema sana iwezekanavyo, ingekuwa ni furaha zaidi. Lakini sasa mkataba ni mwaka mmoja, kwa hiyo matamanio yangu ndani ya mkataba kazi zote zikamilike. Mheshimiwa, mweshimiwa Byabato, uh, miradi hii ni miradi ambayo ilikuwa kwenye ahadi zako ambazo uliahidi katika miaka mitano ambayo sasa unamaliza na ndio inakuja kutekelezwa hii miradi yote eh, mitano pengine hauoni kwamba labda utekelezaji uh, wa miradi mitano na wewe ukiwa sasa nje ya jukumu lako la ubunge ambalo linakomeshwa uh, kuanzia kesho ama linahitimishwa kuanzia kesho hautakupa hautakuwa na nguvu ya kuisemea miradi hii, um, kwanza eh, kuisemea miradi hii E, mimi sioni kama ni wajibu wangu au ni sifa yangu peke yangu. Huu mradi e, wa soko mradi wa stendi mradi wa kingo, sio mradi wangu, sio mradi wa Stephen Byabato, sio mradi wa mbunge, sio mradi wa mwanasiasa ah, ni mradi, ni miradi ya Wanabukoba, kimsingi ni miradi ya Wanakagera kwa ujumla. kwa hiyo mimi kwa upande wangu ninaamini, yeyote anaweza kuisemea, anaweza kujimwamba fai nayo, anaweza kujidai nayo kama ambavyo watu wa kanda ya ziwa tunajidai na daraja la Magufuli eh, wakati pengine haliko nyumbani kwako, halipo kata yako, jimbo lako, mkoa wako, lakini tunajisikia fahari kuwa na jambo kubwa katika nchi ambalo lina lina linaweka historia kubwa ya ya nchi na kwenye maeneo ambayo tuko nayo, ndivyo hivyo hivyo ambavyo miradi hii mimi ninavyoiona. Kwa hiyo niwe mbunge nisiwe mbunge, kuisemea miradi hii ni fahari kwangu na sintoacha, na kila mtu pia anaweza kuisemea kwa kufurahia, lakini kubwa zaidi, kubwa zaidi uwa e, mimi furaha nilionayo ni kwamba inafanyika, inaanza kufanyika au inaelekea kufanyika kwa jitihada ambazo mimi pia nimeshiriki, maana sikuwa peke yangu. Siwezi kusema bila mimi miradi isingefanyika, siwezi kusema mimi ndo nimefanikisha hii miradi e, siwezi kusema mimi ndo nimeamua ifanyike. Ah ah, ni seti ya watu wengi sana, kuanzia kwa wananchi wa kawaida, viongozi sisi wa kisiasa, viongozi wa serikali. Tumeshirikiana kila mmoja kwa nafasi yake kufanikisha hili. sasa mimi kwa nafasi yangu nitaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu na kufurahi kwamba miradi inatekelezwa kipindi ambacho mimi nilikuwa mbunge na nimeshiriki kwa sehemu kubwa sana kuhakikisha inafanyika. Kwa hiyo muda wote mimi nitaisemea na kufurahia uwepo wa miradi hii, niwe kwenye nafasi kama hivi nilivyo leo na kesho au niwe e, na mimi siite kustaafu ubunge, haustaafu ila unamaliza muda wako Theni, tunamaliza muda wa kwanza wa kipindi cha miaka mitano alafu inshallah naamini mwezi wa, wa nane wajumbe wa chama cha Mapinduzi watanchagua tena, na mwezi wa kumi naamini wanabukoba watanchagua tena. Kwa hiyo nitaendelea kuisemea na kuisimamia kwa sababu nimeshiriki katika kuanza kwake kuja, na ninaamini kwamba wanabukobo watantuma tena kuendelea kuhakikisha inatekelezwa na kukamilika. Kwa hiyo mimi sijioni kama niko nje, niko ndani muda wote. Umekuwa ni muumini wa kuweza kuhakikisha unawapambania wakandarasi wa ndani kuweza uh, kutekeleza katika miradi hii. Uh, pengine katika hii miradi yote wakandarasi wa ndani watapata nafasi ama ni wanje? Maanake jana niliona katika kusaini pichapicha picha zile, eh, wa China sijui ni wa Korea ndio walikuwa wana saini saini makabrasha yale eh, pengine eh, vipi wakandarasi wa ndani wamepewa nafasi katika miradi hii? Ndio sisi kwa tulivyopata, tuna kampuni moja ya ndani kwa maana ya wazawa na kampuni moja ya nje. Sasa unapokuwa unawapambania watu wako, unapokuwa unapambania wazawa, unaangalia pia na uwezo wa, wa, wa, wa kazi iliyopo, lakini pia wa mkandarasi anayehusika. Kwa mfano, mfano mdogo tu kwenye ujenzi huko wanapewa madaraja, wanazita class, mkandarasi class seven, eh, daraja la saba, daraja la tano, daraja la nne, daraja la tatu, daraja la kwanza. Sasa kunakuwa kuna kiwango cha kazi ambacho mkandarasi wa daraja la tatu hawezi kufanya, anaweza kufanya wa daraja la kwanza. Na hivyo viwango vinawekwa na wataalamu, kwa maana ya unamtaji kiasi gani, una vifaa kiasi gani, una uzoefu kiasi gani, na wataalamu wako ni kiasi gani. Sasa kama kazi inahitaji eh, class 1 alafu sisi wazawa hatuna class 1, basi inabidi ukubali ili kazi iweze kufanyika vizuri, lakini kwenye hili e, wenzetu wa TAMISEMI walitusaidia katika kutuongoza, lakini kwa ujumla halmashauri imehusika katika kufanya manunuzi na wamepatikana wakandarasi ambao tunaamini wana uwezo wa kufanya kazi, mmoja mzawa, mmoja wa nje, na watatimiza wajibu wao kwa mujibu wa masharti ya mkataba. Na mimi kwa upande wangu sitaki kuingilia huko, kwa sababu naamini wametafutwa, wamepatikana kwa njia ambazo ni sahihi, waje watufanyie kazi. Na kwa nilipofikia mimi saa hizi kwa kweli e, kiu yangu kubwa ni kuona miradi ikitekelezwa na kukamilika zaidi ya ni nani anayeitekeleza hiyo. Sasa tutaendelea kupambana kwenye miradi ya nyumbani hapo, kama ambavyo tumekuwa tukipambania, wakandarasi wengine wa nyumbani wapate kazi, tutaendelea. Lakini kwenye hii mikubwa, kiu yangu kubwa saa hizi ni kuona miradi inaanza na inatekelezwa na inakamilika kwa wakati. Labda wakati tunamaliza uh, kipindi chako hiki cha miaka mitano labda niseme kesho, ke, wakati kinafikia kikomo, unadhani ahadi uh, zako zote ambazo uliziahidi majukwaani uh, tokea kipindi unaanza kuahidi mpaka kesho zitakuwa tayari zimetimilika uh, kwa asilimia mia moja? Um, kwa kweli utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa jimbo la Bukoba mjini umekuwa ni wa asilimia kubwa. Sitaki kusema mia, kwa sababu kuna mambo hatujayakamilisha. Sitaki kusema e, ni sabini, kwa sababu kuna mambo hatukuyaahidi na yametekelezwa. Kwa hiyo mimi niseme utekelezaji umekuwa ni wa kiwango kikubwa cha kutosha na kuridhisha, na hakuna ambalo limeshindikana. Sana sana ni tumeanza, tunaendelea, nyingine tumekamilisha na nyingine kwa sababu ya ratiba tulizojiwekea kwa sababu ya program tulizojiwekea, pengine hatujaanza kwa sasa, lakini ziko kwenye utaratibu wa kuja kufanyika, na hivyo kwa sababu wazungu wa wanasema Roma haikujengwa kwa siku moja, na tangu awamu ya kwanza ya hayati ya Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere, kila siku tunafanya kazi tunafanya kazi tunafanya kazi, tunafanya kazi kazi mpaka awamu ya sita tunafanya kazi itaenda awamu nyingine na nyingine na nyingine. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu naona tumefanya kazi nzuri na kubwa kwa muda mfupi, na hivyo tukiaminiwa tena tunaweza tukafanya mambo makubwa zaidi kwa muda mwingine unaokuja. Mheshimiwa, mimi nikurudishe nyuma hapo kwenye kusaini mikataba, nimeona kwenye mikataba iliyosainiwa kuna uh, barabara kilomita kumi na nusu hizi barabara, yeah, kilomita kumi na nusu zinaunganisha na huu upanuzi wa barabara ya njia nne au ni barabara nyingine tofauti kabisa na hii ya njia nne? Barabara kilomita kumi na nusu ni barabara ambazo hazina uhusiano na barabara ya njia nne na ili kuweza kuzitofautisha, barabara ya njia nne ni barabara ya Tan Road, hmm, ambayo umaarufu wake ni Uganda Road barabara hizi nyingine tunazozizungumzia ni barabara za TARURA ambazo ziko katikati ya mji. Na hapo mjini kwetu sisi tunazo barabara chache ambazo ni za za tan road, ambazo haziguswi na huu mradi unaoendelea saizi. Wa kilomita kumi na nusu zitakuwa zinahusisha tu hizo barabara za TARURA ambazo ndio ambazo ziko kwenye mkataba huu. Kwa hiyo hakuna uhusiano. Kwa hiyo kilomita kumi na nusu ni barabara za katikati ya mji ambazo hazijaanza kuguswa kwa sasa.